Halafu unamkuta raia, wewe unafikiri ile combat yako na crown ndio imekupa power ya kufanya unachotaka. Ujue huyu naye anauelewa kama ulivyo, wako wako amesoma kama wewe, halafu wewe unataka kum, kum, kum intimidate, unataka kudisregard haki zake, hutaki kumsikiliza na wengine hata kupigwa pigwa. Mimi nadhani that's not the police we want nowadays.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 Lazima kweli tutoke kwenye magereza ya kikoloni na tuje kwenye magereza sasa ya jamhuri, ambayo ni watu huru ambao wanaishi katika nchi ya kidemokrasia na inayotambua haki na haki za binadamu. Leo hii polisi hata akipata aki, aki, aki shida unakuta watu wanashangilia mm. Eh? Tunataka polisi akipata hata kama kapata ajali ya pikipiki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 Eh, kwamba hivi tuna treni watu wanapokwenda kule kwa wananchi, tuna watreni waende wakapambane na wananchi au tuna watreni waende wakawalinde wananchi wenzetu wale. Tume ya haki jinai wametoa mawazo mazuri sana, Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba tuyasimamie yale mawazo, na mimi ninaendelea kuchukua kutoka kule, tuendelee tujaribu kufanya. Nitakaporudi kutoka kwenye mwaka mpya, nitataka tukae kwa ujumla, tukae tuangalie mfumo ile ile haki jinai, na mawazo yale ya tume, yapi tunaweza tukae, kwa mfano Eh, wanasema haki jinai wale wazee sema ni vema sasa tusiwe na police force, wanasema tuwe na police service. Wale ikiwa force, ujeshi unakuwa mwingi, nguvu inatumika. Eh, hey, ina tunataka police service.